Watu wengi husema bahati ni jambo la kufurahisha tu, kitu kisichoweza kudhibitiwa. Lakini Akad, mtu tajiri wa Babeli, anatuambia tofauti. Anasema bahati ni kama Mungu wa mafanikio, lakini haitoki kuwahudumia watu waliochelewa au wasio tayari kuchukua hatua. Kwa maneno rahisi, bahati hawaitoki watu waliochelewa. Bahati hupenda watu wenye haraka kuchukua fursa kuanza kuchukua hatua mapema. Sura hii inasisitiza kuwa bahati njema hupatikana kwa wale wanaochukua hatua mapema. Ukichelewa, fursa hupotea. Ukichukua hatua kwa haraka, unaweza kufanikiwa. Miongozo ya Akad: Moja, tambua fursa haraka. Bili, usisite kuchukua hatua. Tatu, jifunze kuwa tayari kwa fursa zinazokuja. Ebu fikiria mfano wako mwenyewe. Je, umewahi kusita kuchukua fursa kwa biashara, uwekezaji au ajira? Ni kwa nini? Bahati ni matokeo ya maandalizi. Bahati haiji tu kwa bahati nasibu, ni matokeo ya maandalizi na juhudi zako.